Hatimaye mwili wa Mtanzania Joshua Loitu Mollel umeagwa na kuzikwa Alhamisi hii Novemba 20 katika Wilaya ya Simanjiro, mkoani Manyara, baada ya mabaki ya mwili wake kurejeshwa kutoka Israeli kufuatia mauaji ya Oktoba 7 mwaka 2023. Mazishi hayo yalihudhuriwa na viongozi wa serikali, viongozi wa dini, wananchi wa maeneo mbalimbali, pamoja na mwakilishi wa ubalozi wa Israeli nchini Tanzania. Familia yake, ndugu na jamaa walijitokeza kwa wingi kumuaga kijana huyo aliyekwenda Israeli kwa ajili mafunzo ya kilimo. Mwili wa Joshua uliwasili nchini Novemba 19 kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa Kilimanjaro, Kia ambapo ulipokelewa na familia pamoja na maofisa wa serikali kabla ya kusafirishwa kutoka Israeli. Ubalozi wa Tanzania nchini humo uliandaa ibada maalum ya kumuaga katika mnara wa kumbukumbu -kumbu wa Tel Aviv. Joshua alikuwa nchini Israeli kwa karibu wiki tatu tu kabla ya kushambuliwa na kuuawa katika Kiptus cha Nahal Oz eneo la kusini mwa Israeli. Alikuwa akifanya mafunzo kwa vitendo katika shamba la kijiji hicho aliposhambuliwa na wanamgambo wa Hamas tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Mwili wake ulitekwa na washambuliaji hao na kupelekwa Gaza. Serikali ya Israeli ilithibitisha kurejeshwa kwa mabaki ya mwili wake mnamo Novemba 19 mwaka 2025, chini ya makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kitaalamu katika kituo cha kitaifa cha uchunguzi wa vinasaba, familia ilithibitishiwa rasmi kuwa mabaki hayo ni ya Joshua. Katika makubaliano hayo, Hamas ilirejesha mili ya mateka 19 wa Israeli pamoja na mili ya raia watatu wa kigeni: raia mmoja wa Thailand, mmoja wa Nepal na Joshua kutoka Tanzania, wakati Israeli ikikabidhi miili ya wapalestina 285. Hadi sasa mili ya mateka sita wa Israeli, watano na raia mmoja wa Thailand, inaendelea kushikiliwa Gaza. Mazishi ya Joshua Simanjiro yamehitimisha safari ndefu na yenye uchungu kwa familia yake